Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu katika kheri, leo tumetembelea katika madrasa tu Kutufu Janna. kama hivi tunavyoiona, hii ni madrasa ya kina mama, lakini hali yake ni ngumu sana, hali yake ni mbaya, kama hivi. Kamera mani sogei kama hivi tunavyoiona hii madrasa yetu ni banda, tunasomea katika banda. Na ukitaka kuhakikisha mwislamu uone kwamba hichi unachoambiwa haudanganywi, kameramani, sogea. Hawa ni kina mama wanasoma humo. Qurani ya Mwenyezi Mungu inasomwa humo katika banda kama hili. Kwa hiyo ndugu yangu muislamu, ona haya, ona haya mambo yetu tunafanya ya kidunia, lakini mambo kama haya ya kiakhira tunakuwa mbali nayo. Sasa muislamu, unachokuomba katika hii madrasa eh, tunaiona hapa, hawa kina mama wanatakiwa watoke hapa kusoma katika hili banda. Kuna jengo kama hili tunavyoliona hapa eh, hili jengo ndo tunatarajia baadaye sasa Hawa kina mama waje kusoma hapa. Jengo kama hili tumeshalianza kama hivi tunavyoona. Kwa hiyo kuna vifaa tunavihitaji, Waislamu kuna vifaa tunavihitaji. Kama hapa ili jengo lilipofikia, limefikia stage ya kuwezekwa juu. Kwa hiyo panahitajika papatikane kenchi. Tunapozungumzia kenchi tunazungumzia zile mbao. Tupate mbao 30, hizo 30 ni by 2. Alafu vilevile vile kuna mbao zengine zinatakiwa 4 by 4. Zipatikane nazo thelathini. Vile vile tumepungukiwa tuna shida ya bati tukipiga bati hey, itakuwa kidogo tumefikia katika hatua nzuri zinatakiwa bati tupate 32 tena bati zenyewe ni zile za msauzi sasa hivi bati ya msauzi dukani ni elfu ishirini na tano kwa hiyo ndugu zangu katika kheri tunawaomba mtusaidie hili jengo linahitajika, isomwe Qurani ya Mwenyezi Mungu. Kama hivi tunavyoliona sasa hivi tunaposoma, njoo kameraman, njoo uone. Haya ndo mazingira wanayosoma sasa hivi, kina kina mama kama hivi tunawaona kina mama ndo wanasoma katika mazingira haya. Sasa Qurani ya Mwenyezi Mungu inadhalilika, wakati sisi Waislamu tunaweza tukafanya jambo hapa. Kina mama kama hawa wanatoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kumsoma Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa hiyo tuwatie hamasa watu tuwamalizie ili darasa huku ili wapate kusoma vizuri, kama hivi tunavyoona mazingira haya ndio wanayosoma. Kwa hiyo ndugu zangu katika kheri, tunahitaji tupate bati thelathini na mbili, tupate na hizo kenchi 60 ambazo two by 2 zitakuwa 30 na zile 4 zitakuwa 30 tupate hata na misumari walau hata kilo tano kwa ajili ya zile kenchi na pesa ya fundi. Kwa hiyo tunaomba ndugu zangu katika kheri mtusaidie, mtusaidie tuweze kulifanikisha hili. Kwa hiyo kwa kufikia hapa, nadhani tumeelewana, sina la ziada. Ni ndugu yenu, naitwa Muniru Hasani Ali, natokea Gongola Mboto na hii madrasa ipo Gongola Mboto, Ulongoni B mitaa ya Kwaomela. Kwa anayotaka kufika basi, namba nitawatajia hapo. Mtu anaweza akafika hapa akajionea mwenyewe aliharisi ilivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, namba ya simu nitawatajia nitawatajia nitakapoituma hii clip. Kwa hiyo yoyote anayotaka kutuchangia basi atafika hapa ataweza kutuchangia. Kwa hiyo sina la ziada, wabillahi taufiki, wassalamu alaikum